Hello, hello. Mimi ni Amri Mwingwa wa Mwingwa TV na leo niko Unguja hapa Forodhani. Leo kuna mchezo muhimu sana kwa ajili ya vijana kujenga mwili pamoja na mazoezi ya mwili. Vijana wa Unguja wameamua kufanya shindano la kubeba vyuma heavyweight hapa Zanzibar. Mchezo huu umeonekana kutokuwa na mashiko sana, lakini vijana wamejitoa kuweza kuupa nguvu kwa pamoja. We speak of talent. We talk of talent talk talent, ndio maana Mwingwa TV tuko hapa. Tunakutana na wadau mbalimbali na watu wa vijana ambao wameanzisha mchezo huu e, kwa ajili ya kuweka mashindano hayo na tunazungumza nao mawili matatu ili tuweze kujua wito wao kwa serikali ni nini? Wanatamani kuona serikali inaonyesha ushirikiano, wito kwa rais mwenye, Mheshimiwa Rais uh, Mama Samia na uh, uongozi wake pamoja na waziri wa michezo kuweza kuona namna gani unaweza ukaboresha mchezo huu, mchezo wetu ambao tunaofanya, kwa watu wasiojua na wasiotambua, inaitwa heavyweight lifting challenge. Yani ni mchezo wa kubeba uzito, wa kushindana kubeba uzito. Kwa hiyo huu mchezo tulifanya ugenini, tumetoa sare. Sio kitu rahisi kutoa sare kwa kwa nchi, kwa sehemu jirani, kwa hiyo jiran. huu mchezo fainali unapigwa hapa hapa nyumbani, na pia uzito sio mdogo, uzito ni kuanzia themanini na kupanda juu, ina maana hii ni heavyweight kama anavyofanya wenzetu wakina Natolia na, na wengine wengineo. Kwa hiyo huu tunataka hapa Zanzibari upewe kipaumbele. Huu ni mchezo wa kwanza kuanzishwa hapa hapa visiwani vya Zanzibar, lakini huu mchezo tunataka uweke historia katika hichi kisiwa chetu cha Zanzibar kwamba hautakuja kutokea wala kuja kupewa heshima katika, katika hii area yetu ya Zanzibar, kwa sababu tunajiamini kwamba tunaweza na pia tuna nguvu ya kufika pale ambapo tunahitaji kufika hatusapotiani katika vyombo vya starehe hapana. Hii tunaboresha afya na pia tunadumisha tamaduni na michezo. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa upendo ambao tumeonyeshwa na, na ndugu zetu katika hii eneo letu la kisiwa cha Zanzibar. hivyo basi tunasema kwamba huu ni mwanzo, yajayo yanafurahisha ya na pia tunaahidi kwamba huu mchezo tunahitaji ufike mbali, kwa sababu sport nyingi zimepewa kipaumbele kama ukiangalia basket, ukiangalia football, ukiangalia basket boxing zote zimepewa kipaumbele, lakini Zanzibar hii ndo game ambayo ni namba moja ambayo imeweza kututambulisha kiupande fulani na kuunganisha udugu baina ya sisi na ndugu zetu wa kibongo. Hivyo hii game tunataka tuifanye kwamba ifike kimataifa. Ina maana huu mchezo upewe kipaumbele ikiwa heavyweight challenge kwao, tunataka iende kimataifa zaidi. Hapa sisi ndo mwanzo tunaanzisha huu mchezo, lakini support kubwa tunaofeli na tunataka support kubwa kutoka kwa Mheshimiwa wetu Hussein Ali Mwinyi. Tunahitaji support kubwa kutoka ngazi za juu za serikalini kwa sababu mchezo bila bila uwekezaji ni ngumu, na pia mchezo bila kushirikisha serikali yetu ni ngumu, hatuwezi kufika. Hivyo basi tunahitaji support kubwa sana, ili tuweze kuimarisha Zanzibar yetu na pia tuweze kuinua kuinua kiuchumi zaidi, kwa sababu michezo mingi kwa vijana ndio tunapoinua uchumi wa nchi ni kuweza kukua zaidi, na pia kutambulika kimataifa zaidi. Leo tumecheza na wenzetu wa Bongo, ila Mungu akipenda, inshallah tunataka tufanye nje ya Bongo. Kwa sababu gani? tuwakilishe Zanzibar tuwaonyeshe kwamba Zanzibar, wanatuambia sisi sonyo orojo, lakini tuwaonyeshe kwamba tunaweza, na pia tuwaonyeshe kwamba watoto wa Hussein Mwinyi tunaweza. Ni kazi juu ya kazi, yani mawe juu ya mawe, nikiwa kama coach na pia nikiwa kama professional trainer kutoka pande za visiwani vya Zanzibar, tunawakilisha na pia tunapambania. Hii ni game imeanza, fainali inapigwa hapa hapa nyumbani. Mwenye kuambia mkataa kwao ni mtumwa, kwa hiyo hatuwezi kukataa kwetu, na pia tunapiga fainali hapa hapa nyumbani, lakini hii fainali ya, ya sasa hivi tunataka kucheza ni njia moja hapo wa kuendeleza mchezo uende kuvutia zaidi na kupendeza zaidi, ila tumekuja na kaulimbiu yetu ambayo inasema ya kwamba watoto wa Mwinyi mitano tena, hatukubali kushindwa, hii haishi mpaka aishe. kwa hiyo hiyo, hii ndo kaulimbiu yetu ya 2025 tukiwa tunamwakilisha mheshimiwa wetu Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunacheza kwa, kwa karata ya baba wa nchi, na sisi tunajitolea kwamba ni vijana nguvu moja, tutapambana na kuweza kuhakikisha kila kitu kinaenda poa. Mheshimiwa, popote unapoiona hii video, tunahitaji sana sana sana support kutoka kwako na ngazi zote za juu, tunahitaji sana sana sana support kutoka kwenu kwa sababu sisi bila nyinyi hatuwezi kufika na nyinyi bila sisi wananchi hamwezi kufika. Hivyo basi, tuwe nguvu moja na tuweze kufanikiwa pale tunapotaka kufika. Kwa jina, naitwa Sauti ya Zege, natokea Zanzibar. Nilipata mwaliko kutoka kwa ndugu zangu wa Bongo, ila namshukuru Mwenyezi Mungu nimeenda Dar es Salaam vizuri na amenipokea vizuri ila natoa shukurani kubwa sana kwa bosi wake Kevin, alonipokea, alonitafutia hoteli ya kulala, alonipeleka matembezi Kevin. Eh hey, mwambie bosi wapo, Mungu atamlipa, sitomlipa mimi, atamlipa Mungu. Alafu bila kusahau haya mambo yote bosi wake Kevin nikavutiwa na mimi kutokana, vipi? Kauli yangu moja niloyongea, wema hakiba, ushanifahamu. Kwa sababu gani? Unajua wema hakiba, mimi kama Zege siwezi kukaa nikatukana ndugu zangu wa bongo nikaanza kuambia sijui Wabongo hivi Wabongo wajinga. Jamani, tuwamkeni tuangalie viongozi Wabongo na Wazanzibar wanakuja wanakutana, wanapanga, wanazungumza, wanafanya yao, iweje sisi Watanzania wananchi tusikutane na sisi tukafanya yetu? Uwezo tunao, tunachoomba ndugu zetu wa Wabongo na Wazanzibar tuungane mkono, tuwe kitu hichi kimoja. Oya, nakwambia ni tena, we mahakiba ndugu yangu we mahakiba, kuna kuna uzima na umauti. kwa hiyo angalia ndugu yangu. Zanzibar kuna wageni kibao hapo, Wabongo na bongo kuna wageni kibao kwa wazanzibari kwa hiyo tusigorumi, yani tusigombane gombane. Kwa sababu gani? Mimi nakwambia ni kinywa kipana. Ukimwacha mheshimiwa Rais wa, wa Zanzibar kule, kuna nani? Kuna mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, Mzanzibari. Lakini vipi tukianza kuleta chokochoko, wabongo hivi, wabongo hivi, mnamtia mtihani mheshimiwa Rais wa, wa Muungano, Mama Samia. Amini Mwenyezi Mungu sina bayana, na huna deni kwangu mitano tena. Mheshimiwa Mwinyi, huna deni kwangu mitano tena, oya Mungu akijali, kama hujajiandikisha kajiandikishe mapema, kajiandikishe mape, mapema. Maana ma, ukifanya masiara ma. ma, mare unaikwa kando, alafu ya bota, endambi, mudi mnyama we, shetani wa viuma kasirika, shetani wa viuma huyo, umemwona huyo, umemwona mudi mnyama we, huyo ndio alofanya mboya. Mwanangu angekuvulia koti hapo taenda mbio. Mudi mnyama ndio alofanya yote haya, shetani kasirika. Alafu nampa kitu kimoja, nampa salamu kondegeni. Oya, sikiliza Harmonize. Sikiliza nakwambia kinywa kipana wewe bosi wangu lakini nakwambia kinywa kipa kinywa kipana. Harmonize unafanya masiara tumbo unaliacha. Shetani kasirika mpe shetani kasirika baadaye. Okay. Kwa mshindi kwa mshindi kwa kiwango ambacho tumeweka sisi kama coach pamoja na, na kamati yangu kubwa ya kifundi mshindi wa kwanza anataka anatakiwa kuondoka na milioni nne lakini hiyo milioni nne ni ndogo kwa sababu tunawakilisha taifa na pia tuko wengi jamani tunaweza tukachangiana na pia vile vile tunaweza tukatoa propose zetu serikalini ili mradi shavuliwe kubwa zaidi ili kuweza ku motivate watu wengine ambao wako nje waweze kuvutiwa na huu mchezo. Ina maana hii milioni nne tulioweka sisi tunahitaji na support kutoka kwa Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi aweke nguvu yake, tunahitaji serikali waweke nguvu zao, na sisi tukiwa kama vijana tuweke na watu guvze binafsi popote walipo tunahitaji support kwa namba simu tunapatikana za namba za sifuri sita ishirini na mbili hamsini na tisa sabini na tatu hamsini na sita hiyo unanipata, na pia katika social media unaweza kunipata kwa jina la Slayboy Sai underscore Slayboy Sai underscore pande za TikTok. Katika Instagram unaweza kutupata kwa jina la Slayboy the great umemaliza underscore. Kwa hiyo ukifanya hivyo unatupata, na pia formula yetu information yetu yote utatupata kupitia hiyo namba. Asanteni sana. Fainali bado hatujaiandaa siku maalum kwa sababu tuna process, sio kitu cha kurupuka. Ina maana tuna process ya kutengeneza maandalizi ya vitu kuna process ya kuandaa kutengeza vipeperushi kwa sababu hii game tunataka tuifanye iwe ni kubwa kubwa kubwa zaidi. Kwa hiyo process yetu itatuchukua muda kama mwezi mmoja na nusu hivyo kuandaa kila kitu, alafu baada ya wiki tutarudi na majibu, game tunacheza eh. Kwa majina, mi naitwa Hansi Trainer. nafanya kazi kama personal trainer. nipo hapa Zanzibar nimetokea Dar es Salaam, mimi ni mkazi wa Dar es Salaam. Huyu ndugu yangu Zege amenicheki leo, ndugu yangu, mimi narudi kutoka kwenu, nimetoka kwenye ni mashindano, na mimi bila iana nimeona iji nimsapoti ndugu yangu. Sasa kitu ambacho nimekuja kukifanya hapa ni kuja kumwongezea maujuzi ndugu yangu, mimi nitamfanyisha mazoezi mwezi mzima bule, ndugu yangu, bila hata shilingi kwa ajili ya, ya kumwongezea nguvu ee, na kumfanya ee, awe vizuri zaidi. Jamani, tunapozungumzia swala zima la mazoezi, tunazungumzia mazoezi ni afya, mazoezi sio lazima tubebe vyuma. Tunapozungumzia swala so ya mazoezi nenda kakimbie, fanya zoezi lolote lile ambalo litakutoa jasho kwa ajili ya afya yako. Tunapohamasisha mazoezi sio lazima uende gym, mazoezi yoyote ile, cha msingi ni kulinda afya zetu, tuepushane na maradhi. Tunawashukuru sana muungano wa Tanzania, Dr Mwinyi na Dr Mama Samia Hassan Suluhu, liungeni mkono ili swala ili swala, leo tumeanzisha vijana, ni kama tu swala dogo, ila ni swala kubwa kubwa, litawaunganisha watu na litawajengea upendo, kutoa zana zilizokuwa zimewekwa nyuma na watu wa zamani wasiokuwa na elimu. Saa hizi dunia ni utandawazi. Tunashirikiana wote sote ni binadamu. Mimi leo hii niko Zanzibar mwaka wa pili nafanya kazi na ndugu zangu vizuri. Wananiunga mkono nikiumwa wananisaidia. Sina ndugu hata mmoja. Nasaidiwa na watu wa huku. Ila zana ambazo nilikuwa nazisikia kipindi niko dani tofauti na hii hadi niliyokuta hapa. Ndugu zangu wa Zanzibar nawashukuru sana. Naombeni tuendelee kushikamana na kuungana. Ndugu yangu Zege mimi sitomuacha. Huu ni mwanzo. Nimekuja nimeacha kazi zangu kwa ajili yake, nimekuja kumsapoti, natamsapoti ni wanasema watamtesa kwa miguu. Sasa nenda kujaza miguu ya Zege. Asanteni sana, bila bila bila. Kukutane ya kwetu jimu muda huu sidhani kama hey. Naenda homu sasa hivi hey. Naenda mazoezi jimu baadaye